Sasa leo tutajifunza somo linalosema mbinu za kisaikolojia za kuwa jasiri na mtu mwenye mamlaka. Unajua, kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza ukazitumia zikabadilisha kabisa namna watu wanavyokuona na ukawa mtu mwenye ujasiri na mamlaka katika maisha yako. Sasa leo tutaenda kuziangalia mbinu hizo, lakini kama ni mara yako wa kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau ku Sasa kitu cha kwanza cha kufahamu ni hichi: ujasiri ni tabia inayojengwa. Ujasiri huanza kwa vitendo, si kwa hisia. Mtu anapotenda kama mwenye kujiamini, akili yake huanza kuunda taswira mpya ya ujasiri. Kadiri vitendo hivi vinavyojirudia, ndivyo ujasiri unavyokuwa sehemu ya tabia yake ya kawaida. Sasa kuna watu wengi ambao wanaamini kwamba watu majasiri ni watu ambao wamezaliwa wakiwa hivyo, lakini hivyo sio kweli. E, jasiri ni mtu ambaye anachukua hatua hata pale ambapo anakutana na changamoto yoyote ambayo inamtia hofu au woga. Lakini mtu ambaye ni mwoga yeye anaogopa kuchukua hatua, na hiyo ndo tofauti. Lakini wote hawa watu ni binadamu wa kawaida. Lakini mtu jasiri yeye anachukua hatua hata kama pale anapoona anapata hofu au woga. Lakini mtu mwoga yeye anaogopa kuchukua hatua. Sasa hii tabia ya kuamua kuchukua hatua ni vitu ambavyo unatakiwa uvifanyie kazi kila siku, sio kwa siku moja sasa. Lakini ukisubiri kwamba itokee tu siku moja uwe jasiri, haiwezi kuwa hivyo. Jasiri ni marudio ya tabia ambazo unazifanya kila siku, ambazo unaamua kuchukua hatua hata pale unapokutana na changamoto ambayo inakufanya usichukue e, hatua au uogope. Lakini mtu mwoga yeye anaogopa zaidi kuchukua hatua, na ndo hapo kuna utofauti mkubwa kwao, zile tabia ambazo unazijenga kila siku za kuchukua hatua pale unavyoona jambo fulani labda linakutishia au linakuogopesha, na ukachukua hatua ya kukabiliana nayo changamoto, basi unavyoendelea kufanya hivyo ndivyo unajenga eh, ujasiri na ujasiri unapotokea tayari unakuwa umeimarika kukabiliana na changamoto yoyote. Kwa hiyo ujasiri kwa ufupi ni tabia ambayo inajengeka unapoifanya kila siku, au unapofanya jambo fulani kila siku au unapolirudia ndipo unaimarika na kuwa jasiri. Sio jambo la siku moja e, kama watu wengi wanavyoamini. E, mkimwona mtu haogopi labda kufanya kitu fulani au kuongea mbele za watu, maanake hilo jambo alilifanya mara kwa mara na alikataliwa na alikosolewa mpaka siku moja akaja akaweza kuwa na ujasiri wa kuongea mbele za watu, e, kitu chochote ambacho nakiona. Kwa hiyo lazima ujenge tabia ya kurudia kufanya hilo jambo e, kila siku, kurudiarudia mpaka e, lile jambo uliamini, na vile ambavyo unaamini akili yako pia inaanza kutengeneza e, imani hilo jambo. Akili kisha amini, mwili na fikra zako zote vinaanza kufuata hiyo imani. Kwa hiyo ujasiri ni kitu ambacho kinaweza kujengeka na kinaweza kutengenezwa na mtu yoyote. Sasa mbinu ya kwanza ya kuwa jasiri na kuwa mtu mwenye mamlaka ni lugha ya mwili unajua, lugha ya mwili huwa inaonyesha ujasiri na mamlaka. Mkao wa mwili huwasilisha ujumbe wa nguvu au dhaifu. Kusimama wima, kutazama mbele na kuwa na miondoko yenye utulivu humfanya mtu aonekane mwenye mamlaka. Mwili unapoonyesha kujiamini, akili yako nayo huanza kuamini hivyo. Sasa lugha ya mwili ina sehemu kubwa sana ya kuonesha kama wewe ni jasiri au mtu dhaifu unapokuwa umesimama umesimama vizuri uh, kifua chako kimekaa vizuri, yani menyoka vizuri, na unaongea kwa utulivu, haupayuki payuki, lazima tu utaonekana ni mtu jasiri, kwa sababu mtu jasiri kwanza anakuwa amesimama wima, hajaangalia chini, hajainama. Kwa sababu nisikarudia, mtu aliosimama wima, hajaangalia chini, maana yake haogopi, anaangalia e, sehemu ambao kuna mtu au watu husika au mbele ambapo anaelekea. Kwa hiyo mara nyingi huwa ni mtu ambaye hana uoga au sio mtu dhaifu. Lakini pia namna anavyozungumza, maneno yake yanatoka kwa utulivu, hapayuki payuki, anaongea kwa hoja, anapanga maneno yake. Na ukiona mtu anapayuka payuka, anaongea bila mpangilio, huyu mara nyingi ana udhaifu ndani yake, aidha anajirinda au anaogopa kukosolewa kwenye jambo fulani. Lakini mtu jasiri utakuta anaongea vizuri, anapanga maneno yake vizuri, na mwisho wa siku eh, hoja zake zinakuwa na mamlaka zaidi. Kwa hiyo namna unavyotembea, e, namna unavyosimama, namna unavyoonekana unaweza kuonyesha mtu kuwa na ujasiri e, kaa vizuri, nyosha kifua chako vizuri, angalia mbele, usiname chini, lakini pangilia pia na sauti yako, usipauke, ongea kwa hoja, fanya utafiti kabla ya kuzungumza, jiandae. Hapo utaonekana ni mtu mwenye ujasiri na mamlaka, na yale mambo unayozungumza yatakuwa na nguvu kubwa ya kuwashawishi watu wa kusikilizwa. Lakini mbinu nyingine ni mbinu ya sauti. Mtu anayezungumza kwa utulivu na kwa vitendo na kwa mwendo wa wastani huonekana mwenye uhakika. Sauti tulivu huongeza uaminifu wa, wa ujumbe na humfanya mtu asikilize zaidi. Hivyo sauti ni nyenzo muhimu ya mamlaka. Kama nilivyozungumzia kwenye lugha ya mwili, sauti ni kitu muhimu sana e, kuonesha mtu kuwa ana mamlaka na jasiri. Pangilia maneno yako vizuri hata kama kwa mfano mko kwenye kikao ongea kwa hoja kwamba nimefanya utafiti wa jambo hili e. jinsi unavyoongea inaweza kuonyesha kuwa wewe una mamlaka au una mamlaka. Unakuta mtu anasema, labda nahisi kitu kitasaidia hapo, inaonekana kuwa hata wewe mwenyewe huna uhakika na mambo unayozungumza. Lakini mtu anayesema nimefanya utafiti e, au nimepitia tafiti za e, mwaka fulani na fulani, zimefanya kazi na hivi na hivi na hivi, au kwa uzoefu wangu nimeona hili jambo linafanya kazi hivi na hivi na hivi, kwa sauti yako, ina nguvu kubwa ya kuonyesha kuwa wewe ni jasiri na mtu mwenye mamlaka. Mtu anaongea kwa kusitasita, anayeongea e, kwa kuhisi au kuongea maneno ambayo anakuwa na wasiwasi nayo, mara nyingi anaonekana yeye ni dhaifu. Lakini jasiri hapayuki payuki bila mpangilio, anaongea kwa mpangilio, sauti yake inakuwa tulivu na anatoa hoja ambazo zinakuwa za msingi, yaani kwamba nimefanya utafiti au kwa uzoefu wangu. Kwa hiyo jambo lolote ukilisema kwamba nimefanya utafiti au kwa uzoefu wangu au kwa jinsi watu wengine wanaofanya, hii mbinu imewasaidia kufanya hitu na hichi na hichi na hichi. Hata kwa mfano hata kwenye biashara, muuzaji anayesema kwa uzoefu wangu wa biashara hii kwa miaka mitano, anaonekana na mamlaka na anaonekana ni jasiri, na anaamini kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo mbinu ya sauti pia ina nguvu kubwa ya kuonyesha mtu uh, ni jasiri na inaweza kumsababishia mtu huyo pia akapata mamlaka. Kwa hiyo anza kutumia sauti ambayo inaonyesha ujasiri na mamlaka ili uweze kuleta matokeo mazuri katika maisha yako ya kila siku. Lakini pia mbinu nyingine ni taswira ya ndani huakisiwa na taswira ya nje. Jinsi mtu anavyojitambua ndani huamua jinsi anavyoonekana nje. Mawazo chanya, kujithamini hujenga heshima ya mtu binafsi. Mtu anayejiona mwenye thamani huonekana pia kuwa wa thamani kwa wengine. Sasa jinsi unavyojiona, eh, ndani ndivyo unavyoonekana nje. Na hata huwa, eh, kwenye kitabu eh, cha Biblia ilisema, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo yeye. Kwa vile unavyojiona, kaanza kujiwazia mimi ni dhaifu au mimi siwezi kitu fulani au mimi ni mnyonge, tayari hata maisha ya nje yanakupeleka vile, kwa sababu si binadamu tunafuata zaidi yale mambo ambayo tunafikiria au kuyaamini bila hata sisi kujua, ni automatic. Kwa kaanza kujiwazia kama mimi ni dhaifu, mimi siwezi, tayari utajikuta hata nje unaanza kuvuta hayo mambo yaje kwenye maisha yako au utaanza kuonekana kulingana na vile ulivyokuwa unawaza au unafikiria. Kwa hiyo anza kujiwazia tofauti e, jione wewe ni jasiri, jione unaweza fikiria mambo ya uwezo. Usianze kujiwazia vitu ambavyo e, ni vitu hasi. Jiwazie mambo e, chanya kwamba mimi na uwezo wa kuongea mbele za watu, kama kuna kitu labda unaogopa kuongea mbele za watu, au mimi naweza kupata kazi hii au mimi naweza kufanikiwa au mimi naweza kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo, jinsi unavyojiona au mimi ni mtu wa thamani. Ukijiona mtu wa thamani pia na watu watakuona mtu wa thamani, lakini ukijizarau na watu pia watakuzarau. Kwa hiyo, jinsi unavyojiona ndani ina aksi pia na vile unavyoonekana nje. Anza kujiona tofauti na vile ambavyo unajiwazia katika mawazo mabaya, jione katika mawazo mazuri, jione ukiweza, jione ukifanikiwa, jione ukitimiza hata yale mambo ambayo yalikuwa hayawezekani hapo. Sasa utaanza kuona akili na mwili wako vitaanza kufuata kulingana na vile unavyoamini. Lakini sasa, ujasiri pia hujengwa kwa hatua ndogo ndogo. Ujasiri hauji mara moja, bali hujengwa kwa kuchukua hatua ndogo ndogo zidi ya hofu. Kila hatua huongeza imani ya ndani na kuimarisha uwezo wa mtu kuonekana jasiri na mwenye mamlaka. Sasa ujasiri unajengwa kwa hatua ndogo ndogo. Kwa mfano, unaogopa labda kuongea na mtu, unaweza ukaanza labda kuongea hata na sehemu ambayo labda amna mtu, unafanya majaribio. Au unaogopa kwenda labda kufanya interview, unaweza ukajaribu kufanya interview na rafiki yako akakuangalia, akusikiliza, kuangalia jinsi unafanya. Au ukajaribu kuandika kwanza yale mambo uende kuyafanya, ukajaribu kuyarudia kwa kuyasoma, kuyasoma. Kwa hiyo ujasiri unajengwa kwa hatua Eh, sio kwamba tu ghafla unaamka unaweza kufanya jambo hilo. Unatakiwa ujenge hatua za kurudia rudia na kulifanya jambo lote ambalo ni gumu. Angalia kitu gani ambacho unaweza kukifanya ambacho kinawezekana leo. Usitake, eh, kufanya kitu kikubwa sana. Unaweza ukaanza na hatua ndogo ndogo ambayo unaweza ukaifanya ikakusogeza kwenye hatua kubwa. Kama ni kufanya kitu fulani, angalia kitu gani ambacho ni kidogo unaweza kukifanya leo ambacho kitakujengea hatua ya kuelekea kwenye ujasiri mkubwa. Kwa hiyo usikate tamaa ukiona kama kuna jambo kubwa unaliogopa, anza kuchukua hatua ndogo ndogo za kulitatua. Kama unaogopa labda kuzungumza mbele za watu au kuanzisha biashara mpya, unaweza kutafuta hata sehemu kwanza ya biashara ukaangalia, au ukajifunza kuhusu hiyo biashara, au ukafuatilia hiyo biashara inafanyaje kazi. Hizo hatua ndogo ndogo, akili yako inaanza kuamini kwamba hili jambo linawezekana kwa hiyo usiamini kwamba mpaka hatua kubwa tu hatu ndo unaweza kuonekana kuwa jasiri unaweza kuanza kwa hatua ndogo ndogo ambazo ukizijenga vizuri zinaweza kukupeleka kwenye hatua kubwa za kuwa jasiri sasa ujasiri na mamlaka huanzia ndani ya nafsi ya mtu na huonekana kupitia tabia zake za kila siku kakubali namna kujiona kusimama kuzungumza na kuchukua hatua mtu anaweza kujijengea ujasiri wa kudumu na heshima mbele za watu e, namna unavyojiona na ukibadili kwanza kujiona ni mtu wa thamani, mtu ambaye e, unajiamini na nje utaanza kuonekana hivyo. Lakini unavyosimama, simama wima vizuri, e, nyosha kifua kikae vizuri, usiangalie chini, zungumza e, vizuri kwa sauti ya utulivu ambayo imepangiliwa vizuri, sio kupauka pauka. Lakini pia chukua hatua, e, angalia jambo gani unaweza kulifanya leo. E, kuna jambo unaogopa kulifanya, angalia hatua ndogo ambayo unaweza kuifanya, e, labda ni kwenda kufundisha watu, anza kujifundisha hata mwenyewe e, soma, anza kujielezea mwenyewe. Ukiona hakuna sehemu na changamoto, unaanza kurekebisha taratibu, unaanza kujenga ujasiri. Kwa hiyo ujasiri unaweza e, kutengenezwa, na ni tabia ambayo inajengeka ambayo sio kwamba watu wanazaliwa nayo, na, na ukiweza kuitengeneza inaweza kuwa na kusaidia katika e, kuishi mbele za watu, na ukishakuwa na ujasiri tayari utakuwa na mamlaka kwa sababu watu kisaikolojia wanapenda watu ambao wanaamini wanachokisema au wanachokifanya. Kwao moja kwa moja, utakuwa na mamlaka eh, zaidi ya watu. Kama kuna sehemu yoyote imekugusa zaidi au umeelewa zaidi, hebu comment sehemu ya comment section, nami nitafurahi kusikia hivyo. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Karibu tena kwenye kipindi inachofuata. Bye bye.